Hello, hello guys. So this is how it all started. Wednesday was Wednesday. Indeed, it was Wednesday for real <laughs> So ndio hapo sisi tunaimba praise and worship ewe Mungu wangu, ya twasema asante eh, amje niambie, niko na sauti naweza toa nyoka pangoni eh, manze I love my voice kidogo kidogo. Ndio hapo sisi tuko na ndege ya Kasongo, tukaanza one time, one time, kila mtu anasema one time, one time, one time, eh, kidogo kidogo niko na eh, amefunga flag ya Kenya chanene, nikabai yangu eh, ndio mimi hapo, nikamwona anaonyesha sura yangu, cheki mali safi, mali clean eh hey, hey, eh hey, fine. Ndipo sisi tukateremka uko chini State House Road, ndipo sisi hey, kido, kidogo kidogo hey, nikaona huyo amebeba gunia, nikasema chani achani naye. Uh, uh, but kidogo nikaona eh hey, mwingine ndio huyo hapa hey, eh ule anaitwa Musa hey, Musa, Musa the trending Musa. Ndio hapo eh hey, kido, kidogo kidogo mzungu hey, songa songa wewe hey, songa nisalimie kuzua ndio huyo mimi hapo nikakaribia kuzua eh hey, shikilia shikilia shikilia inda akasema uh, watam, nikajua tuko kimoja e, ndio mimi hapo nikaona kiti hapa e. Na by the way guys, watu wengi mnaniuliza nilitoa wapi kiti. <laughs> Msijali, ndio hapo sisi eh, bado nafikiria hiyo kiti. Eh, ndio mimi hapa. Eh, sicheki mali safi, eh, mali fine wine, eh, eh, mzee, eh, wanta wanta wanta. Ndio mimi hapo nikakaribia hiyo kiti nikaichukua. Eh, nikamwambia yeye, nilikuwa na kadhamu sasa hapa na chai, kuja kuja kuja kuja niwekea hapa. Eh, ndio hapo sisi tunachachisha kidogo kidogo, wanta wanta wanta. Akafungua na kajaba kake hapo, ndio hiyo, eh, eh, akaniwekea, eh, buda buda, buda. Buda cheki I salute you inda hey, one time, one time, one time, one time. Siku zombo kido kido hey. Kido. Hey, karibu majini nyonge wawawa akaniambia, si one time cheki half time ni half time half time, siku zombo. This was three hours later live bullets zikaanza kutembea wa wow. Cheki cheki tia hey, gasi dawa ya homa hey, manzii sitapata homa hii mwaka mzima hey, hey, hey, katambe hey, hey. Ndio hapo, sisi nikaona watu ni creative. Usini record, cheki eh, one time one time one time one time one time ni one time siku zote eee, watu tu tuwapo wanachatu wa koluka kunanis. Manze, crowd ilikuwamo, watu wamejaa, watu wamevaa mask juu ya tear gas, wengine wamebeba colgate, wamebeba colgate. Cheki ndege ya Kasongo bado ana patrol

Wednesday was Wednesday. Whoever said that this, fighting for this country, aitaji uzembe, it is true.